Msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania lakini pia CEO wa Konde Music Worldwide, Harmonize ameweka wazi kumsamehe msanii wake ambaye e, ilitangazwa hapo nyuma na msanii huyo ambaye ni Ibra kwamba Konde anataka bilioni moja ili mradi sasa aweze kutoka pale Konde Gang ili aweze kulipa sasa na kuweza kujiachilia na awe kama solo artist aweze kujitegemea. So, kwa upande wa Harmonize yeye ameweka wazi kwamba amemsamehe Ibra na hana kinyongo chochote baina yake yeye pamoja na Ibra. Aidha, amefunguka kwamba yeye pia e, Ibra anamchukulia kawaida kabisa na kinyongo hana kabisa e, baina yake yeye pamoja na Ibra kwa sababu anaamini kwamba amevuna alichokipanda. So kupitia maneno ambayo Harmonize aliweza kuyazungumza na mnukuu, kwa maneno Harmonize ambayo aliyazungumza, Harmonize ambaye ni CEO wa Konde Gang: mimi nilishamaliza siku nyingi sana, kama nilivyoeleza Basata E, ni baraza letu la sanaa usuluhisho wa taifa, so ni wajibu kufika Basata na kueleza, e, kama walezi wetu, e, kuna kauli wanasema E, kuwa utavuna ulichokipanda. Kwa hiyo mimi nimevuna nilichokipanda. Haya ni maneno ambayo Harmonize aliweza kuyazungumza. So kwa upande wa baadhi ya mashabiki wengi sana wamezidi kuendelea kutafsiri baada ya Harmonize kuweza kutoka pale Basata na kuweza kueleza kwamba alichokipanda kwa Ibra, moja kwa moja ameweza kukivuna. Tofauti baina yake yeye pamoja na Ibra wameshadhimaliza. Ukitegemea kwamba labda pengine ile bilioni moja italipwa ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini amesema yeye, kama msanii basi, kama amemtengeneza na sasa kama vile ame rise na ndo kama kitu ambacho watu wanaamini kabisa kwamba ndo alichokivuna. Eh, kwa yeye Harmonize kama CEO wa Konde Gang, tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo, tutakumetisha kinoma noma. Subscribe kwa taarifa kadha kadha chao chao.